Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Hii ndo maskani yetu, ofisi ofisi yetu. Ile pale, tutakupiga piga kazi. Ofisi ile pale, na mazagazaga yote naana ai taona kimaskini hiki, yani hiki kitanda kipimo gani, ngapi kwa ngapi? tatu kwa tatu, futi tatu futi tatu kwa nchi tatu kwa sita. mm -hmm. futi tatu kwa sita hivi eh? vigodoro vyetu hivi futi tatu kwa, eh, yani, kwa sita hapa futita. Sita, sita, yani, hata mkeo haji hapa tuko wenyewe tu hapa muda wote tuko wenyewe. wow. Kwa hiyo hii ndo maskani yetu. Jana zimefika mashine za kufyatulia matofali eh. Tunamsubiri mkufunzi ishatoka, aje kuwapa elimu haya baba na masuala ya matofali ya kufyatua, basi maisha yanakwenda. Unaona bwana, lakini bado so swali letu ni lile kwamba inawezekana, inawezekana tunaweza kufika kule tunakotaka na doza lipo. Kutoka eh, na doza lipo la kufiro hapo, hilo hapo, doza lipo doza. Kwa hiyo mkazi bwana, bwana limeanza kutengeneza sehemu ambayo tutaanza kuweka mizinga ya nyuki, sehemu ambayo vijana watatumia kwa ajili ya mashamba, au sehemu ambayo itajengwa karakana lakini lengo letu ndugu zangu ni hilo kwamba tumeanza maisha hapa ya kijijini, lakini maisha sio lengo sio kuishi kijijini kama ilivyokuwa maisha plus, hii ni tofauti. Lengo ni, ku, ni, ku, ni kufikia hatua ya kuwa na jiji ambalo litakuwa ni nyumba za kisasa sana, ambapo kila mshiriki atakabidhiwa nyumba yake na sio atakabidhiwa alafu tena arudi nyumbani kwao, hapana. Tunaanzisha, tunaendeleza maisha hapo, kwa maana ya kwamba tutatengeneza maofisi kwa maana ya viwanda na vitu vingine vyote, ili watu wanafanya kazi hapo, wajijengee uchumi wao hapo, wakuwe kiuchumi hapo, na mji wao vile vile ukuwe, jiji likue, tujitegemee kwa kila kitu. Na nia yetu kiukweli ni kwamba baada ya muda nia yetu ni, ni kwamba baada ya muda kama Mwenyezi Mungu akipenda, eh, Mwenyezi Mungu akipenda, tunataka baada ya muda Hatuna mpango wa kujitenga kuwa na nchi yetu, hapana, isipokuwa tunataka eneo hili tutakalojenga jiji la mfano, basi kama ikiwezekana, iwe ni halmashauri iwe ni wilaya nyingine, na ikadi itakavyoendelea kukua, ikibidi iwe ni mkoa mwingine. Kwa hiyo ni sehemu ya mikoa ambayo tayari iko katika Tanzania. Mambo yakiwa mazuri sana, utajua huko mbele.

Mimi nikiweke kwenye kikombe mshikaji wangu. Kwenye eti kwenye kikombe kwenye sahani. Ndo mchana nimemaliza. Mm. Ndio bwana umesikia? Si mchana tunapika, tunaamsha kama kawaida. Alafu wala hata asilete zile. Alafu tuone kama kweli atakataa kula, anji anji, au ni aje. Sasa una, unasemaje sasa mchana ndo namna gani? Na mboga si tunayo. Na mchana sasa tunapika dagaa, tupiki mboga hizi sasa.

Karibu kwenye mfululizo wa vipindi vinavyokuonyesha hatua mbalimbali mbali wanazopitia vijana mia moja kutoka kata kumi na saba za wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Hizi ni hatua za kutoka kwenye umasikini waliokuwa nao katika maeneo waliokuwa wakiishi kabla na familia zao, kuelekea kujijenga na kujitegemea kiuchumi. Hawa ni vijana walioletwa porini kwenye makazi ya wanyama na vinyama kama vile fisi, nyoka wakali na wadudu wenye sumu kali. Hapa wakaanza kujengewa uwezo wa kuanza kujitambua kifikra, wakaambiwa ni kwa kiasi gani binadamu alivyokuwa na uwezo mkubwa wa kufanya makubwa kwa mujibu wa maumbile aliyokuwa nayo kimwili na kiakili. Inawezekana hapa wakaambiwa jinsi ambavyo wao kama Waafrika wasivyokuwa na tofauti yoyote na wazungu wa Japan wa Arabu na hata Wahindi ambao kwa kiasi kikubwa wamepiga hatua kubwa sana kimaendeleo. Wakiwa hapa porini pia wakafahamishwa kuwa watu wa rangi nyingine hawakuanza kushushwa wao duniani kiasi cha kuweza kutumia hicho kama kisingizio cha kwa nini Afrika iko nyuma kiasi hiki, ingawa imejaaliwa kwa kuwa na rasilimali ambazo pengine kwingineko duniani hakuna. Ni hapa hapa porini, kupitia madarasa yasiyo rasmi, walipoanza kufunguliwa baadhi ya nati na bolti zilizoko vichwani mwao kwa ajili ya kuzifukunyiwa akili zao ili kuongeza uwezo wao wa kufikiri kwa minajili ya kuondokana na udhaifu na umasikini tuliokuwa nao.

Nimekuja rufisi kutafuta kijiji cha mfano, na sisi ndo wenyewe, na watoto wamo, na zabu ipo, na visukuu vipo, na boo usani apo ufisi imalimba

Labda naweza nikno yo unazingua cheki kitu kinavokuja kukaa kwenye lens

ukumona kama pana ulipopiga wewe Najua anayetumia kamba na busara kidogo sana